E, tumetumia maonyesho haya kuweza kutoa jumbe mbalimbali mbali. E, kama mnavyojua tunao msamaha wa magari yaliyoingia Tanzania bila kufata utaratibu wa kiforodha e, ili sasa e, msamaha huu unahusu riba pamoja na adhabu. Kwa wananchi wa wafanyabiashara wa Geita wamenufaika e, na hizo taarifa, ili sasa waweze kufika katika ofisi zetu za TRA e, e, wakiwa na kumbukumbu kumbu za kuingiza hivyo vyombo vya moto, lakini pia e, umiliki, ili waweze kusamehewa riba na adhabu. Lakini pia tumeweza e, kuwaeleza kipindi cha msamao kwamba ni mpaka tarehe thelathini na moja e, ya mwezi wa kumi na mbili. Lakini pia wananchi wamenufaika kama tunavyojua hivi karibuni E, tumeweza kuongeza wigo e, wa kukusanya kodi e, kwa kuweza kuhimiza wananchi wanaofanya biashara ya mtandao e, e, kwamba wanatakiwa na wenyewe kujisajili na kulipa kodi kama wafanyabiashara wengine. Kwa hiyo pia mwitikio wao ni mzuri, wameweza kufika na kuweza kujisajili ili na wenyewe waweze kuwa wazalendo kwa kulipa kodi ya serikali. A, changamoto e, a, ipo katika upande wa kubadilisha umiliki. Kama tunavyojua e, mauziano haya yamekuwa yakifanyika kwa mazoea e, watu hawajui hatari, anachukua chombo chake cha moto pikipiki, gari na wanauziana bila kubadilisha umiliki e, la kwanza uwezo kawa ni baba mwenye gari kama e, taarifa za chombo cha moto hazipo katika majina yako, kwa hiyo tunahimiza. Lakini sababu ya pili, sababu za kiusalama, kwa sababu chombo hicho cha moto kihusika katika uhalifu anayepata shida e, ni yule ambaye ameuza e, bila kubadilisha hicho chombo cha moto. Kwa hiyo tunawahimiza kwa sababu za kiusalama kwamba anapofanya mauziano e, akishe kabla ya kumkabidhi chombo cha moto hicho hawa amekibadilisha ili aepukane na hizo athari ambazo zinaweza zikatokea. Angalizo tunayoitoa ni kwamba e, kwa sababu e, ya e, e, hizi za, sababu za kiusalama ni vizuri sasa eh, wakabadilisha eh, umiliki ukakamilika kabla ya kukabiziana hivyo vyombo vya moto. Asipofanya hivyo ni kwamba eh, cha kwanza ni kwamba chombo kikihusika sasa katika eh, ishu ambayo sio za kiusalama kama uhalifu eh, ni kwamba eh, atapata shida, kwa sababu wanapoangalia chombo cha moto hicho, kumbuka kitakuwa na taarifa zake, na atakamatwa na ataweza kupata shida sana kwao ni vizuri akakamilisha e, usajili e, akabadilisha kabla ya kumkabidhi e, chombo cha moto huyo mmiliki mpya.